Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninawasalimu wasalimu watakatifu wa Bwana. Ninawasalimu wanawake wenzangu. Kristo asifiwe, Kristo atukuzwe katika maisha yetu yote. Nimekuja siku ya leo na jambo la kuatia moyo wanawake ambao bado hawajampa Yesu Kristo maisha yao. Wapo wanawake ambao wamefika sehemu wamejikatia tamaa, yaani wamekata tamaa ya kuona kwamba wanaweza kupata neema ya wokovu, wamekata tamaa ya kuona kwamba Yesu Kristo anawasamehe maovu yao waliotenda. Ninaomba kukutia moyo ndugu yangu, mwanamke mwenzangu, binti, mama ambaye bado una mzigo wa dhambi, bado kuna dhambi zinakulemea, bado unajihusisha na dhambi mbalimbali mbali, na imefika hatua hata mtu akikushauri, mpe Yesu Kristo maisha yako, tubu uache maovu yako, mrudie Yesu, unamwambia kwamba kwa jinsi nilivyomkosea Mungu, kwa jinsi nilivyotenda dhambi, sidhani kama Yesu anaweza kumsamehe sidhani kama naweza kupata kibali mbele za Yesu tena. Kwa nafasi nyingine nikutie moyo, hakuna dhambi ambayo mbele za bwana wetu Yesu Kristo haisameki, isipokuwa tu amesema, dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Dhambi nyingine zote utakapoamua kushuka chini na kupiga magoti na kumlilia Yesu kwa moyo wako wote kwamba, Bwana Yesu, nimechoka na dhambi hii, nimechoka na mzigo huu wa dhambi, ninaomba unisamehe, unibadilishe, unirehemu, unifanye kuwa mmoja wa watoto wako na unibadilishe, nianze maisha mapya. Yesu Kristo anakusikia na yupo tayari kusikiliza watu kama hao. Haleluya! Usione dhambi yako uliotenda ni kubwa, usione kwamba edha umetoa mimba, umeua vichanga, umeua watoto, ukaona kwamba hapana, mimi nimetenda dhambi kuliko wote, kwa hiyo hata nikienda mbele za bwana hawezi kunisamehe. Hapana, Mungu anatambua hilo, anatuvumilia, na utakapoenda kwa moyo atakusamehe. Nami nilikuwa mdhambi kama wewe, mwanamke mwenzangu, ambaye bado unakata tamaa ukiona kwamba hautasamehewa. Nami nilikuwa mdhambi mwovu, nami nilitenda dhambi za sirini, dhambi za kumchukiza Mungu, dhambi ambazo, nami nilipoanza okovu, nikawaza hivi, kweli Mungu anaweza kunisamehe? Mtu akiwa ananiambia katubu, nilikuwa nawaza, Mungu anaweza anisamehe maovu niliyotenda? Haleluya! Lakini Mungu alivyohuruma na neema alinisamehe, na Bwana anasamehe. Usisikilize sauti ya yule mwovu Ibilisi inayokuambia kwamba huwezi kusamehewa, maana hata mimi nilipitia hiyo hali. Wakati nimetubu dhambi na nimekiri, nimezitaja zote, wakati ninapiga magoti ninaomba, sauti hiyo ilikuwa ikijirudia ndani yangu sana: wewe unaomba nini wakati we ni mdhambi, ni mwovu Haujasamehewa. Sasa ile hali ikawa inanipa kuvunjika moyo, naona kwamba sasa naomba nini kama Yesu akumsamie zile dhambi. Lakini muda huo huo nakumbuka tena, Bwana aliniambia nimekusamehe, nimekutakasa. Kwa hiyo nikaja kuuliza watumishi wa Bwana wenye uwezo wa kuelewa mambo ya rohoni, wakaniambia kwamba hiyo ni sauti ya Ibilisi, inakuvunja moyo, inataka kukukatisha tamaa na kukurudisha nyuma uone kwamba siwezi kusamehewa tena na Bwana, bora niendelee tu na dhambi zangu, bali bora niendelee na uovu wangu. Haleluya! hiyo sauti isije ikakuvunja moyo. Amua wewe mama, wewe binti, amua siku ya leo kumpa Yesu Kristo maisha yako. Amua kuacha dhambi, piga magoti, muombe Bwana Yesu: nisamehe, nimetoa mimba sana, nimeua nimefanya uzinzi, nimevunja ndoa za watu wengi, nimefanya ukahaba, nimefanya sijui nini, dhambi ya kila namna, ukahaba, sijui umejiuza, umefanya masturbation, umejihusisha na mambo ya usagaji. Hakuna dhambi ngumu mbele za Bwana ambayo haiwezi kusameheka, isipokuwa nimekwambia, dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu ndio dhambi ambayo hautosamehewa mwanadamu utakapoitenda lakini dhambi nyingine zote zinasamehewa. Acha kujikatia tamaa, wewe mama, wewe binti uliyesumbuliwa na dhambi kwa muda mrefu, acha kujikatia tamaa na kuona kwamba hakuna faida ya kwenda kwa Yesu kuomba rehema, maana sitosamehewa. Hapana, Mungu wetu ni mwenye huruma na rehema. Kwa wale wanaojishusha na kunyenyekea, anawatakasa na anawasamehe na nasahau kabisa maovu yako yote. Nami nilikuwa mdhambi, nilikuwa ni mwashirati, nilikuwa ninafanya mambo machafu, nafanya masturbation, nilikuwa mtu wa kutazama picha chafu za ngono, nilikuwa mtu wa kuwaza mambo maovu. Yaani nilikuwa pia, nami ni mtu ambaye sifai, nami nikaona kwamba sina thamani, lakini nilipoamua Yesu Kristo anibadilishe alinibadilisha. Hivyo mwanamke, na kutia moyo, acha ku, kuwa na mawazo ya kwamba sitosamewa. Ni wengi wanatamani kumpa Yesu Kristo maisha yao, lakini wanaogopa, wanatiwa na hofu na Ibilisi kwamba wewe umpe Yesu maisha yako kwa dhambi hizo ulizotenda utasamewa? Na kuambia siku ya leo, amini maneno yangu nayosema kwamba Yesu Kristo anasamee dhambi zote na nasahau, utakapoamua kuchukua hatua, piga magoti, mlilie Yesu Kristo, atakusamehe. Maana Mungu wetu ni wa uvumilivu, laiti na yeye angetukatia tamaa sisi wanadamu. Haleluya, haleluya! Sidhani kama kuna mtu angesimama siku ya leo, mimi mwenyewe nisingesimama, laiti Yesu Kristo angekuwa ni mtu pia wa kutukatia tamaa, wengi tungekufa katika dhambi, kwa maana ametuvumilia muda mrefu Anakutumia watumishi wanakuhubiria, acha hiki, acha hiki, lakini unakataa. Hakuwa nakata tamaa na kusema, Ah, huyu nimemchoka, namuua tu na dhambi zake. Hapana, alikuwa ana uvumilivu, akisema, yamkini mwanangu anaweza akasikia, yamkini niongeze watu wa kumshauri, yamkini niongeze watu wa kumuhubiria atasikia. Lakini kwa uvumilivu wa Bwana kwetu sisi na kwa upendo wake wa ajabu alituvumilia, hakukata tamaa. Na ndiyo maana nami na nimeipata nafasi hii siku ya leo ya kusimama kama mwana wa Mungu na kukuambia kwamba inawezekana Yesu Kristo kukusamehe dhambi zako ulizotenda. Usione wengi wa dhambi, usione ni mzigo mzito ambao umetenda Amini nitakapofika mbele za Bwana Yesu, kwa kuwa amesema, ileteni mizigo yenu iliyoalemea, leteni mizigo yenu kwangu nipate kuwapumzisha. Ni kweli, anatenda na anafanya. Usisikilize watu, ewe mwanamke, wanaokuambia kwamba umetenda dhambi nyingi, hautasamehewa, umefanya uovu mwingi, hautasamehewa. Haleluya, amua ewe mwanamke, amua, wewe binti, wewe mama, kumpa Yesu Kristo maisha yako Wakati nafasi bado ipo. Nafasi ulionayo ni nafasi ya kushuka magotini kutubu na kumwomba Yesu Kristo akusamehe, na atakapo kusamehe uahidi kubadilika na kuendelea na utakatifu, sio anakusamehe leo, kesho umerudi kwenye dhambi. Hapana, inawezekana mwanamke kusamehewa dhambi. Kubali kutubu, mpe Yesu Kristo maisha yako. Mrudie Bwana Yesu siku ya leo, kabla muda hujaisha, kabla kengele ya mwisho haijapigwa, kabla mlango wa neema hujafungwa. Mpe Yesu Kristo mizigo ya dhambi yako, akurehemu na akubadilishe. Haleluya. Nafasi ulionayo mwanamke, usitumie vibaya. Usisikilize wanadamu wanakuambia nini juu ya Yesu. Wewe amua kuchukua hatua, piga magoti, muombe Yesu. Tafuta watumishi wa Mungu wa kweli, wenye Roho Mtakatifu, uambie nimekuja kutubu mbele ya Bwana Yesu Kristo kupitia wewe, mtumishi, ninataka kubadilika, kuacha dhambi zangu zote, ili nipate neema ya kuingia mbinguni. Watumishi wako tayari wanaopiga kelele barabarani, wakikuhubiria, usifikiri wamekosa kazi ya wa kufanya. We mwanamke wanaitafuta nafsi yako. Wewe acha kuona kwamba nina mzigo wa dhambi, acha kuona kwamba sina thamani mbele za Yesu ukaamua kukaa na dhambi zako, bali ni wewe kutubu na kumrudia Yesu. Yesu anakusubiri wewe, mwanamke ambaye bado haujaokoka, haujampa Yesu Kristo maisha yako. Yesu Kristo anasubiri nafsi yako ipate kutubu, haleluya, na kumrudia yeye. Yesu Kristo anakungoja, ewe mama, ewe binti ambaye umesumbuliwa na dhambi, zimekuchosha na unataka kuziacha, rudi kwa Yesu, mpe Yesu maisha yako. Tubu na uache, haleluya, tubu na ugeuke, tubu haleluya, na urudi katika kumtumikia Yesu Kristo kwa moyo mmoja, kwa roho moja, na kwa upendo wa dhati bila kuangalia hiki na hiki bila kuwa na sababu amini. Yesu Kristo anasamehe dhambi. Acha kukata tamaa, wewe mwanamke, acha kuvunjika moyo na kuona kwamba sitasamehewa. Tazama ni watumishi wangapi au watakatifu wa Bwana wangapi ambao walikuwa kama wewe. Zipo shuhuda mbalimbali, wanashuhudia walikuwa ni waovu, yamkini hata wamekuzidi wewe, lakini Yesu Kristo aliwabadilisha. Hata ukisoma Biblia, angalia Mtume Paulo ambaye sasa hivi ni Paulo, wakati akiwa Sauli alikuwa muaji, anaua watakatifu wa Bwana, anaua Wakristo akiona kwamba niko sawa, namfanyia Mungu ibada. Lakini Yesu Kristo alipomtembelea na kumwambia mwanangu, kwa nini unanitesa? Kwa nini kunifanyia hivi? Alijijua kwamba sikuwa sahihi na alitubu kwa machozi, alilia na kumwomba Yesu ambadilishe na amrehemu. Sasa wewe, ni dhambi gani ambayo unasema ni kubwa ambayo Yesu Kristo hawezi kusamehe? Angalia mwanamke kahaba, alikuwa na mzigo wa dhambi, lakini alishuka magotini kwa Yesu akalia, akamwomba, Bwana Yesu nisamehe, na Yesu akamwambia, umesamehewa dhambi zako zote. Wewe kaaba, unayeona kwamba ukaaba ni, ni, ni dhambi kubwa, tazama mfano wa mwanamke kaaba. Alishuka mbele za Bwana Yesu akalia na Yesu akamsamehe nakumwambia usitende dhambi tena. Nami nakwambia siku ya leo, amua kupiga magoti kumlilia Yesu akusamehe, na umwambie uovu wako uliotenda, kisha uamue kuto kutenda dhambi tena, ili uipate neema ya kurithi uzima wa milele haleluya! Kama unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unahitaji hata mtu akukutia moyo juu ya hali ulionayo, au labda una maswali ambayo unashindwa nimwambie nani anisaidie, au unataka kuchukua hatua ya wokovu lakini unashindwa nianzie wapi, ninaomba uwe tayari kuwa mwazi, utachukua namba yangu, mawasiliano yangu uweze kunitafuta either kwa kupiga au kwa kutuma voice au kwa kutuma message WhatsApp, popote uniambie, tutashirikiana, tutaomba na Mungu atakusaidia. Kikubwa ni wewe uwe umeamua ndani ya moyo wako. Namba zangu za mawasiliano zipo kwenye description pale kwenye YouTube, ukiingia utaikuta kwenye description lakini pia nitaitaja hapa au nitaiweka hapa chini kwenye screen baada ya kumaliza maombi haya au jumbe huu. Usiwe muoga mwanamke kumfuata Yesu Kristo. Ninarudia, amua ndani ya moyo wako kumpa Yesu Kristo maisha yako. Tubu, dhambi zote zinasamewa, dhambi zote ulizotenda usione ni mzigo wala ni, ni, ni kitanzi mbele za Bwana. Yesu Kristo anasamehe na anasahau, kama umeamua kutubu kwa moyo mmoja na kwa roho mmoja, amua siku ya leo, Yesu Kristo anaweza. Amina, ngoja tukaombe. Bwana akupe ujasiri na uweza wa kuweza kutubu na kumrudia kwa kuacha dhambi na kuamini Yesu Kristo anakusamehe. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, Tazama, niko mbele zako. Ninamwombea mama yule, binti yule, ambaye Bwana Yesu, nafsi ile unaitamani iweze kurithi uzima wa milele ambao Bwana ulikufa kwa sababu yake, ulimwaga damu yako Yesu Kristo ili naye apate kuwa mmoja wa wale watakaotakaswa kwa damu yako, haleluya, na kurithi uzima wa milele. Naombea nafsi ya mama yule, ya binti yule Baba ukapate kuachilia moyo wa toba, moyo wa toba ndani yake, katika jina la Yesu Kristo ninaomba moyo wa toba, moyo wa toba, haleluya. Orebasika oh, mondresai lotresa, naomba moyo wa toba, moyo wa toba, moyo wa kuachilia dhambi, moyo wa kuamini Yesu Kristo, naweza ili Bwana apate kutubu kwa moyo mmoja na kuweza kubadilika na kuacha dhambi zao. Yesu Kristo, ondoa hofu, ondoa mashaka, ondoa woga, ondoa kukata tamaa ndani ya mama yule, ndani ya binti yule. Wape ujasiri wa kukaribia kiti cha rehema na kutubu kwa moyo mmoja. Baba, ninakataa roho zote zinazoinuka juu yao kushindana nao, roho za yule mpinga Kristo, roho za yule mwovu bilisi, zinazotumwa juu yao ili kuwatia hofu, ili kuwavunja moyo, ili kuwakatisha tamaa. oh rikala mose tri, ninakataa hizo roho kwa jina la Yesu ninazisambaratisha juu ya maisha yao, zisipate nafasi, naziteketeza kwa moto katika jina la Yesu Kristo bali Bwana, ninaomba waisikie sauti ya Roho yako Mtakatifu, sauti yako Yesu Kristo ikisema nao kwa upendo na upole, ikiwataka watubu, wakiwataka wabadilike, ikiwataka wawe watoto wako Yesu Kristo, ninaomba nikiamini kwamba utatenda, utawatembelea. Bwana, fungua mioyo yao, wape ujasiri, wape utayari wa kutubu wa kulia na kuomboleza mbele zako Yesu Kristo, ili upate kuwa rehemu. Ni katika jina lako Yesu Kristo nimeomba na nimeamini amen. Haleluya! amani ya Bwana iwe nanyi. Yesu Kristo awape ujasiri na uweza wa kuweza kumrudia yeye, kwake yote yanawezekana. Amen, shalom shalom.